Kwa upande wa mawasiliano, kwa kweli improvement ni kubwa. Tumekuwa hatupati changamoto sana kwenye upande wa mawasiliano kwa sababu eh, mifumo yetu imekuwa ikitumia mawasiliano hayo, na kwa hakika tunaishukuru sana serikali kwa jinsi ambavyo imeweza kufanikisha kufanya kazi zetu kwa haraka. Mpakani hapa shughuli nyingi sana zinafanywa kimtandao. Mm. E, documenti hapa physical documenti ni, ni, ni, ni chache zile za mwishomwisho, lakini vitu vingi wanaloji kwenye, kwenye mifumo mm. yani mifumo mm. ya kwa hiyo mawasiliano yamekuwa ni, ni, ni uchochezi, lakini kwenye kilimo watu wengi wamepata taarifa za namna ya matumizi bora ya kilimo mambolea taarifa nyingi wamekuwa wakizipata. Kwa hiyo tunaendelea kuwachagisha kuwachagiza wananchi wetu waendelee kutumia mawasiliano kimaendeleo, pia ambayo unamsaidia mheshimiwa waziri, pamoja nafanya kazi kwa pamoja kumsaidia Mheshimiwa Rais. Kazi yenu inaonekana, kazi yenu inaonekana kila mara, na tunawapongeza sana sana, sisi wananchi wa Momba, kuhusiana na hali ya mawasiliano katika mpaka huu wa Tunduma na Zambia, kwa maana ya Tanzania na Zambia kwenye eneo hili, niseme tuna kila sababu ya kumshukuru mheshimiwa rais. Kazi ambayo imefanyika angalau imeleta amani, yale ambayo tumeona kwa kasumuru huku hayapo. Kwa hiyo tuendelee kumwombea mheshimiwa rais aendelee kuwa na afya njema, kwa sababu nia ya yake ya kuipeleka Tanzania iwe ya kidigitali, tunaona safari ni nzuri ndani ya serikali lakini vile vile kwa wadau wetu wa sekta binafsi, pia tumewasikia namna ambavyo wana moyo wa kuona na wenyewe wanaweka nguvu kubwa kuhakikisha sekta ya mawasiliano inaendelea kukaa vizuri. Kwenye hili ninarejea tena kwa Yasi pale Chitete, basi hakikisheni ndani ya mwaka huu wa fedha, kadiri mmeahidi mkatekeleze ni tunafurahi sana kuona kwamba mawasiliano yao yanapatikana ya smooth ndani na nje ya majengo, na hiyo ni muhimu sana. Lakini vilevile kwa wenzetu wa Airtel, kile kipande ambacho mmeshindwa kufika, hakikisheni, mmeahidi wiki ijayo, by wiki ijayo hiyo swala liwe limefanyiwa kazi. Lengo ni kuona kwamba hali ya mawasiliano kwa wananchi inaimarika. Na wote tunafahamu umuhimu wa mawasiliano. Tunahitaji kuona wananchi wanafurahia elimu mbalimbali zinazotoka katika vyombo vyetu vya mawasiliano kama radios, lakini na simu. Sasa hivi hata kama mtu anatumia 2G. Still, anapata vitu vingi sana, kwa sababu ataweza kuingia kwenye kifacebook pale, anakutana na taarifa mbalimbali, na yeye anakuwepo Tanzania, kuona namna ambavyo serikali inaendelea kufanya kazi. Lakini vile vile ni wasisitize sana watoa huduma wote tuhakikishe maeneo yale ambayo tunatumia teknolojia ya 2G tuendelee ku upgrade. Twendeni tuendeni wa, wa, kufanya wananchi waendelee kufurahia huduma ya mawasiliano, pelekeni kwenye 3G, 4G, 5G, kwa sababu sasa hivi Watanzania wengi wanajishughulisha sana kwenye kazi za kilimo. Kama hapa tunaona wanalima sana, watu wanapata fedha, watu wapo vijijini, wana fedha zao, wananunua smartphone, lakini sasa unapokuwa bado tupo na 2G tunakuwa tumtendei haki tuhakikishe tuna upgrade hizo teknolojia kwa lengo la kuona wananchi wanaenda kufurahia zaidi.